Na mtazamaji wa Trend TV ebwana, baada ya Lavalava e, kutangazwa na Babalevo kwamba amejitoa pale WCB, maana Babalevo ndo wa kwanza kabisa kuleta hizi habari mtandaoni kwamba Lavalava bwana anajitoa ametoka WCB kutokana na kwamba muda wake umeisha e, ni issue ambayo iliwashtua watu wengi, lakini tayari utafahamu kwamba kuna muda kidogo nyuma hapo kama mwezi tulishapata hizo habari kwamba mkataba wa Lavalava umeisha pale Wasafi. Sasa baada ya hapo ni kwamba Baba Levo alikuja kuzungumza hivi, ni kama vile amekuja ku cement au amekuja kugongelea muhuri kwamba kweli Lavalava anaondoka. Lakini kitu ambacho kimekuja kuwastaajabisha watu wengi ni kwamba baada ya Lavalava kutangazwa na Baba Levo kwamba anaondoka pale WCB eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram kwa kawaida, huaga, tunapataga confirmation, tukipita katika bio ya msanii katika ukurasa wake wa Instagram, huaga, tunakuta pale pameandikwa labda, kama msanii yuko chini ya record label yoyote ile kubwa hapa Bongo, lazima ataandika pale kwamba, atajitambulisha kama yeye ni msanii ambaye yuko chini ya record label fulani. Kwa mfano, kama yuko chini ya Kings Music, lazima pale kwenye kwenye bio yake ataandika signed under Kings Music record eh, the same Konde Gang, lakini pia huku Wasafi tunafahamu wao wanaandikaga hivyo kwa mfano hapa Lavalava lava, uwaga aliandika kwamba signed under WCB record label, na hata sasa hivi hapa baada hizi ya hizi habari za kwamba amejitoa katika record label hiyo, bado katika ukurasa wake wa Instagram katika bio pale bado anajitambulisha kama msanii wa WCB e, hapa ameandika kwamba Lavalava musician from East Africa Tanzania signed under WCB record label. Umeona, bwana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi utambulisho wa Lavalava lava bado unasomeka kama msanii wa lebo ya WCB kitu ambacho kimeshangaza watu wengi kwa sababu tunafahamu kwamba ilitakiwa aidha iwe imetolewa hiyo ajitoe kwamba hakukusiwe na huo utambulisho kwamba bado yuko chini ya record label hiyo. Kwa hapa kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari wakiwa wamesema kwamba bwana Lava Lava bado anajitambulisha kama msanii wa WCB. Msanii huyu bado anajitambulisha kwamba yuko chini ya record label hiyo ya Wasafi e, kwenye bio yake ya Instagram na email kwa ajili ya kufanya kazi e, hii ni baada ya kusambaa kwa taarifa kuwa ameondoka WCB ya Wasafi ya Diamond Platinumz, kwa mujibu wa baba Levo, mtu wa karibu kabisa wa Diamond. Umeona bwana, so watu wameshangaa kwamba okay. Baba Levo amesema kwamba amejitoa, lakini pale katika bio yake bado anajitambulisha kama msanii wa WCB. Hii imekaa kaa vipi? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau bwana, hebu tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-replay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.